Mwenyekiti wa sisehemu mkoa wa Pwani anasema hichi cheo ni cha kawaida tu, cha kawaida tu. Mwenyekiti wa, taarifa yako, sio cheo cha kawaida cheo ni cheo tu vya kidunia na ni cheo cha heshima. Mwenyekiti wa sisehemu mkoa sio jambo la mchezo ukizingatia mkoa mkubwa wa Pwani. Karibu waeleze watazamaji, uko wapi hapa. Assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu Waislamu wote mnaoniangalia, mimi naitwa Minshehe Shabani Mlao. Natoka katika mkoa wa Pwani wilaya ya Mkuranga, ni miongoni mwa watu waliopata fursa kwa mwaka huu kuja hija. Lazima niseme kwamba fikira zangu za awali nikiwa nyumbani na hija, nimeviona vitu tofauti sana. Kwanza sijawahi kupata kuona mkusanyiko mkubwa wa watu katika eneo moja kama nilivyoona kwenye hija tena ni watu wa, wa makabila na mataifa mbali mbali, hata wale ambao mimi nilikuwa nafikiri hawawezi kuwa Waislamu nimewakuta nao ni Waislamu. Tena maneno ya nyumbani kule wanasema Waislamu lialia, wanalalamika, wanamuomba Mwenyezi Mungu kwa uchungu mkubwa, tofauti na tulivyokuwa tunafikiri pengine hii dini ni ya watu fulani tu na sio ya watu wote. Leo tumefika katika eneo la Muzdalifa, Arafa, tuko kwenye Arafa. Hapa kwa kweli ni eneo muhimu sana. Leo mashehe wetu wametuambia kwamba hapa tulipo sasa, kwa mujibu wa taratibu, Mwenyezi Mungu yuko karibu sana na sisi, na sisi tunatakiwa kumwambia shida zetu na kumwambia makosa yetu tuliyoyafanya na kumtaka msamaha. Kusema kweli jambo hili ni jambo kubwa sana sana sana. Kibinadamu sote tunajua tuliyoyafanya. Kama umeua unajua, kama umeroga unajua, kama umezini unajua, lolote ulilolifanya, mradi ulilifanya, kuanzia bale alikuja huku juu, unaweza ukasahau, lakini utakumbuka sasa. Leo umepata nafasi ya kuyasema kumwambia tena, sio unamwambia mtu mwingine, yote unamwambia Mwenyezi Mungu ili akusamehe. Kwa kweli ni jambo ambalo limenifarajisha sana sana sana, lakini kumbukeni uzito wa jambo hili. Unaweza ukaogopa kumwambia Mungu, japokuwa mnasema wewe na Mwenyezi Mungu na humuoni, lakini ni vizuri ukamwambia, na watu wengi tumediriki kufanya hivyo. Tuna ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, mizonge mingi tulionayo katika mazingira mbalimbali mbali. Mimi ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wote, mnajua kwenye siasa mazonge yake na unajua kwamba hili nalofanya halali, hili nalofanya si halali, kwa sababu utakuwa unadhulumu dhulumu haki ya mtu na mpa mtu mwingine, kwa sababu watoto wa mjini wanasema kakupa mzigo. Yote yale tumemkabidhi Mwenyezi Mungu, tumemkabidhi Mwenyezi Mungu, tunataka atusamehe yale yote tuliyofanya kabla, na tunarudi nyumbani. Itakapofika wakati tukiwa tuko salama, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini nataka niwashukuru i traveler kwa kiwango cha hali ya juu sana. Kwanza unajua katika kila jambo kuna marena, na mimi ni miongoni mwa ma, mahujaji marena. Ndio mara ya kwanza nimewahi kupanda panda vindege vya kwenda China kwenda India katika mambo ya siasa, lakini tofauti na ndege hii hii ndege ina, ina ina viongozi wanaokuelekeza jambo kwa umakini sana, ili toa yako kwa Mwenyezi Mungu ikapatikane. Kusema kweli, sitaki kusema wengine hawafanyi hivyo, maana sikuwemo kwenye kwenye hiyo misafara yao, lakini kwa msafara huu nawashauri sana mahujaji, hasa malena wanaokuja kwa mara ya kwanza, wajaribu kuwatafuta eye traveler wasafiri nao watawasaidia katika kuwafundisha vizuri, kujua namna gani ibada ya hija unaweza ukaifikia kwa amani na usalama. Ah, shekhe, mimi naweza kusema maneno mengi kwa sababu kazi yangu ni ya kusema. Sasa kazi ya kusema, ukipata watu wa kuambia unawaambia maneno mengi, ila naomba itoshe kusema. Namwomba sana Mwenyezi Mungu katika hii miaka inayokuja miwili mitatu au mmoja unaokuja nipate fursa nyingine, maana nikipata fursa nyingine yale ambayo nilikuwa nayafanya kwa mashaka nitakuwa nayafanya kwa uhakika zaidi. Na imani yangu nitakuwa natoka nayo na tangu nyumbani, kwamba huko kuna hili hili hili hili kuna hili, kuna kuna hili. Lakini namshukuru sana Mwenyezi Mungu kufika kwenye viwanja hivi. Hivi ni viwanja adhimu viwanja adimu, huwezi kufika katika hali ya kawaida. Sisi viwanja vyetu ni vile vile vya mambo ya kawaida ladu watu elfu ishirini laki mbili na kadhalika. Nashukuru sana, nawashukuru sana kina Bwana Macherenga, kina Bwana Juma, kaka yangu Shekh Twaha. Shekh Twaha mtu wa kwetu, namshukuru sana kwa kazi kubwa. Lakini Shekh Twaha leo kafundisha jambo kubwa. Jambo kubwa ni kwamba hii ni dini, ni kweli mtu yeyote anaweza kufa katika Waislamu wakati wowote Uwe na miaka kumi, uwe na miaka ishirini, lakini matarajio ya kibinadamu watu wazima ndio wanatangulia. Leo kawaongoza vijana, yupo tena watu na wanamdai Sheikh Taha, simama. Anasema hapana, si wakati wa kusimama. Mimi vijana wapo na wao wazowee kusimama waweze kusema jambo la Mwenyezi Mungu. Maana yake hii ni dini endelevu, haitaisha kwa kuondoka watu fulani. Tunakumbuka watu walifadhaika sana, manabii masahaba siku ya kufa mtume wakadhani dini itakuwa imekufa, lakini fatwa ilipatikana, aliyekufa ni Muhammad, dini ya Uislamu ipo na itaendelea. Na ipo Shekh Twaha leo kaonyesha mfano huo, vijana wadogo wadogo kabisa wamesema maneno ah, huwezi kuamini. Tunakushukuruni sana hey, ai travela asanteni sana <coughs> Eh hey, assalamualeikum warahmatullahi wa, wa barakatu. Hapa tuko Arafa na alhamdulillah, sasa hivi ni mida ya saa kumi na mbili na nusu jioni, hapa tunasubiri usafiri ili inshallah tuende Muzdalifa. Ukifika pale Muzdalifa tunaenda kuswali pale. Magharibi yameingia lakini hatuhusiwi kuswali hapa kisheria. Tunakuwa tunaswali magharibi kule pamoja na Isha. Tunaenda kuchanganya kule magharibi na Isha znbad tutalala pale, asubuhi inshaallah tutamkia jamarati kwenda kupiga kikuta kimoja kile mawe saba. Ukitoka hapo inshaallah tutarudi tena mina mina, tutakaa mwezi kumi ile mwezi kumi na moja, mwezi kumi na mbili inshallah tutaondoka Mina kuelekea Maka na ukuvika Maka tutafanya tawafu ya hija. Ukimaliza kufanya tawafu ya hija itakuwa tumemaliza hija kwa kweli. Kwa jumla kwa kweli, furaha furaha yangu ni kubwa. Unajitambulisha, unapatikana wapi wapi, unatokea shughuli zako nini vile shekhe? Mi jina langu naitwa Abdul Malik Ali, mimi ni mzaliwa wa kisiwa cha Pemba. Maana naona unatoka yale ya juzi. Eh, ni mzaliwa wa kisiwa cha Pemba, lakini naishi pale Unguja. Eh, pale mimi ni mjasiriamali, nauza vyombo vya nyumbani Ukihitaji mambo ya vyombo vyote vya jikoni kule blender eh, sahani, mabakuli, vitu kama hivyo, kwa mfano vinapatikana mimi vinapatikamini kukuajitumbo pale na naa biashara hiyo inshallah ndio ambao Mwenyezi Mungu amenisababisha sababu mpaka nimefika hapa eh, sababu ni biashara hiyo hiyo nimejiuliza eh, moja mbili tatu na Mwenyezi Mungu kwa taufiki ya Allah mpaka nimefika hapa, namshukuru Allah. Kwa hiyo furaha yangu kwa kweli ni kubwa sana. Kwa hiyo, sasa hivi, kwa hiyo sasa hivi najisikia mwepesi kwa sababu sina dhambi, kweli mwepesi kabisa. Kwa Mwenyezi Mungu ametuahidi na Mwenyezi Mungu aseme uongo. Ni kwamba wewe ukifika mahala hapa Mwenyezi Mungu anashuka kutoka wingu wa juu mpaka kuja wingu wa kati ili kuwauliza malaika: waja wangu wale wanataka nini? Wanataka msamaha waja wako wale. Basi Mwenyezi Mungu basi asema nimesema. Basi mimi ni uhakika kwamba nimesamehewa. Kwa hiyo sasa hivi niko safi na nina furaha kubwa sana alhamdulillah. Nani kutoka Zanzibar? Aa, kwa kweli kwa kweli, kwa kweli kwa kweli nisiseme mpaka takafika Zanzibar tujaliwa, mm, lakini inshallah jitihada yangu nitakoifanya, mm, na wewe nitakualika siku moja nikuelezi kama hivi kwamba nimefanya moja mbili tatu, ukifanyia itravel mm, ee, kwa jinsi ambavyo wametuhudumia kwa kweli wametubia vizuri kwa kweli, tumetufikisha pahala pazuri, tumekaa karibu na haramu kwa kweli, unashuka tu unafika msikitini swala so, zote kwa ujumla tumeswali msikiti kwa jamaa kabisa, unawahi kuswali swala ya jamaa, unapata nani raka mbili za kablia na baadia. Kwa hiyo kwa kweli wametuheshimisha kwa kweli, kweli vizuri sana eh. Eh, nipe mwalimu nipe mwalimu hapa haya. Ah, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu Ali Abdi Hashim, na kwa sasa na matumaini makubwa tutajiita alhaji eh, na alhaji mtarajiwa Ali Abdi Hashim eh, ambaye nimefika hapa kupitia taasisi ya I travel, uh, and you, uh, travel tours, taasisi ambayo imetuheshimisha kwa kiasi kikubwa eh, ili zile ahadi ambazo wametuahidi zimetekelezeka. Kusema kweli, kuanzia makazi, wametufikisha katika hoteli nzuri, na hoteli ambayo iko karibu zaidi na msikiti, msikiti mkuu wa Waharam ni around ya mita mia nne tu, mia nne mia tatu unakuwa ushafika, na chini hapo unaweza ukapata zile fadhila zote ambazo zinatakiwa uzipate. Vile vile maswali mazima ya itifaki chakula tulipata vizuri, zile stahiki za binadamu katika hoteli tulipata vizuri. E, changamoto changamoto za kibinadamu ambazo zimetokea, kuchelewa magari ambayo iko nje ya uwezo wao, kutu, kutumia muda ule ambao wa hadi kama usiku saa tano kaja saa nane sari hii, ni nje ya utaratibu wao, ni, ni utaratibu wa mamlaka. Lakini yote na yote tumekwenda vizuri na leo hii tupo katika katika viwanja vya Arafat, tuna tumetekeleza kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu ameahidi, na tumepata matumaini vile vile kufutiwa ya kufutiwa dhambi zetu kama Allah Mtukufu ambao amesema eh, dhambi zenu zile mtafutiwa, eh, mnatakiwa muombe maghfirah kwa sana dua nyingi muombe vitu ambavyo tulivifanya, eh, vile, vile tumepata staiki zile za kibinadamu, chakula tumepata vizuri tunashukuru. Vile vilevile utaratibu ambao umewekwa, Waislamu wenzetu kujitolea maji na vitu vingine, alhamdulillah tunashukuru. Na hata hivyo sitaacha kuipongeza kui, kui, kui I travel eh, naipongeza sana kwa kutupikisha hapa eh, katika njia nzuri, kuanzia usafiri wa ndege ambayo tulipata ndege ya moja kwa moja kutoka Abeid Amani Karume Zanzibar kupitia ndege ya Imarati ambayo imekuja moja kwa moja kutoka Zanzibar kufikia Jida, na Jida tukapata taabu, tumepata tumechukua basi kufika mji mtakatifu wa Maka na hapo tukaanza shughuli zetu kama vile ambavyo ilitarajiwa, lakini kwa upande mwingine ambapo kuna watu wamesha, wame, wamepata U ushawishi kidogo kuona sisi tumefika katika safari hii, kuanzia ndugu zetu wazee wetu na watu wengine, hivyo wanafanya utaratibu jinsi gani wataweza kusafiri na i travel kuja kuweza kufika katika mji mtakatifu kutekeleza hii nguzo ya tano ya hija kama vile ambavyo inatakiwa, na nakuna njia tofauti ambazo nimeambia, unaweza ukachukua pesa yako ukaipeleka katika taasisi au kaichanga mwenyewe kununua dola na njia nyingine, lakini yote nayote fika kwenye taasisi. Kwa hivyo kuna ndugu yangu ambaye, ndugu zangu ambao washashaishika na wanategemea kuja kufika katika taasisi kuja kufanya taratibu ili wa miongoni na mahajati watarajiwa katika miaka inayofuata. Asante sana, assalamu alaykum mtazamaji. Naye mzee hapa amekaa chini amechoka sana na mizigo yake mgongoni, ana kibegi chekundu, ana kibegi cha kijani eh, huyu mzee anatokea Vianze huyu E, ngoja nimpe mpe mwenyewe ajielezee ni hija yake ya ngapi na kitu gani kimemvutia akaacha taasisi zote, yeye na travel yeye na Bane. Yeye karibu bwana mzee, assalamu alaikum warahmatullahi eh wabarakatuh. Naam, hey, mimi naitwa Shabani bin Ali Mkilalu natokea Vyanzi maarufu. Naam, kwa hivi bwana al travel, mimi hii ni hija yangu ya pili. Mwaka jana nimesafiri nayo hii Ye, bwana na imeniridhisha kwa upande mkubwa kabisa, na mwaka huu nikaamua ni safari nayo hii hii, na kweli alhamdulillah, sasa hivi tuko kwenye mwisho sasa. Hapa hapa tuko Arafa Arafa, na tunatoka sasa hivi tunaenda Muzdalifa. Kwa hivi alhamdulillah rabbil alamin, mapokezi mazuri, maandalizi mazuri. Leo bwana mpaka hapa tulipo tuko vizuri leo bwana, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivi ukitaka kusafiri safari na travel bwana wako vizuri inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatu. Jina langu naitwa Makame Suleiman Shaibu, natokea Mwera Ntufani Zanzibar. Nashukuru Mwenyezi Mungu akumjalia na kusoma Arafa siku ya leo, na furaha mpaka mmelia kabisa, nimelia kabisa kutokana na furaha yangu. Sikutegemea kama Allah atanileta hapa, na nilimuomba kanikubalia toba yangu kuja hapa, naamini nimesamehewa nilikuwa mewakosea yote, Allah haseme uongo kabisa. Na taasisi nilioichagua, I travel wako vizuri, hawana mbambamba. Nimepitisha taasisi nyingi kidogo, wanakuwa baadhi ya wengine wanakuwa mababaishaji, lakini I travel ni taasisi moja nzuri sana naamini. Mwenyezi Mungu anijalie nirudi tena hapa. Sina zaidi ya kuwapongeza, wako vizuri sana. Allah ajalie la kila heri. <laughs> Mtazamaji ni mahujaji wa taasisi zingine tayari wanaanza kuelekea katika eneo la Muzdalifa, eh, tayari kwa ajili ya kwenda kupunzika eh, kwa ajili ya kesho kudamka kwenda kupiga mawe katika nguzo kubwa kubwaanafuja huyo Mpenzi mtazamaji, ngoja kwanza, naona kuna hujaji hapa anataka ajieleze. Simama hivi ate maneno uza fundishi kula majani, endelea. Salamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh Jina langu naitwa Ruzuna Abdurrahim Muhammad, nimekuja hija kwa mara ya pili. Wallahi nimefurahi sana, Mwenyezi Mungu kanikubalia ombi langu la mara ya kwanza. Inshallah itakuwa mwaka kila mwaka, na ninawaombea waislamu wote kama leo Mwenyezi Mungu alivyosema aduni astajib laku tumewaombea tumejiombea na tutawaombea pamoja na tumeiombea nchi yetu. Inshaallah, Mwenyezi Mungu atujalie uchaguzi wa salama, atupe wepesi, atupondoshe kila dhiki. Ya Rabbi, Mwenyezi Mungu ajalie hija iwe makbuli, atujalie wepesi sote. Ya Rabbi, kila mwenye nia yake, ya Rabbi, Mwenyezi Mungu amtimizie aje kwenye kutimiza nguzo tano ya Kiislamu. Nimefurahi, nimekutana na wengi, nimefurahi, nimekutana na walimu, nimekutana na wanafunzi, nimekutana na wenzangu niliosoma nao, nimekutana na wafanyakazi wenzangu, nawashukuru sana na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa jitihada alonipa, nikaweza kutimiza. Inshallah Mungu aniwafikishe palipobaki nipamalize kwa salama. Inshallah, assalamu alaykum warahmatullahi wa barakatuh. Mie, safari hii nimekuja na taasisi ya Almarwa, jirani yangu Kikwajuni nimekwenda zangu Maisara ma nimekuja nao na Almarwa, na ninashukuru alhamdulillah, nimeweza kupata nilichokitarajia kwa sababu ni mimi ni mgeni wa Mwenyezi Mungu, sikutarajia luxury wala sikutarajia kuwa ninataka kitu maalum. Nimemjia Mwenyezi Mungu na ninamshukuru alhamdulillah, kanipokea, na naomba Mwenyezi Mungu atujaalie wepesi, kila mwenye kutimiza nguzo yetu ya Kiislamu waliokuja awatimizie, na walioko nyumbani inshallah wahamasike mwakani biidhnillahil karim, waje watimize nguzo ya Kiislamu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, mpenzi mtazamaji, mahujaji hao wanaondoka hivi. Hey, sasa ndio naingia kwenye banda naingia kwenye banda hili, ndio banda banda la taasisi ya I travel wamekaa na M travel eh, Sheikh Twaha Suleman bane unamuona hapa amekaa na baadhi ma hey, ya mahujaji, ni taasisi ya travel Sheikh Twaha Suleman bane, ibada ya hija bado na imani haijamalizika lakini sasa hivi ishafika magharibi katika viwanja vya Arafa, kipi kinachoendelea? Kinachoendelea mm -hmm, ni kwamba kwanza tunamshukuru Allah tumeweza kushinda hapa kutwa nzima, na pamoja na udhaifu wetu tumejitahidi kumlilia Mwenyezi Mungu, kumuomba, kumtaja kwa wingi mpaka imeingia magharibi, na kwa kuwa maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam magharibi <coughs> pamoja na aisha tutaziswali Muzdalifa. hmm. Haijalishi tumefika mapema au tumechelewa. Maana yake hata kama tutafika saa tano sita za usiku, huo muda utakuwa ndio muda wa kuswali. Kwa <coughs> utaratibu wa kwenda kule unaratibiwa na wenyeji wetu hapa nchini. Sisi tumepangiwa kundi namba ishirini. Hivi hivo washaanza wenzetu kupelekwa Muzdalifa. Tunachosubiri hapa ni kusafirishwa kwa mabasi kuelekea Muzdalifa. Tukifika pale tutaswali insha allah magharibi, baada ya salamu alaisha, tunapumzika. Ilikuwa ni rahisi kwetu kuchukua hata mawe kidogo angalau ya kupiga mwezi kumi, lakini kwa bahati nzuri wasimamizi hapa nchini wameturahisishia, wametuokotea, wametufungashia, kila mmoja anayo mawe ambayo yanahitajiwa kutumika. Kwa hivyo tukifika pale, kama hakuna mtu ambaye anahitaji pengine kwenda kujisaidia msalani na kadhalika, ibada kubwa iliyo mbele yetu itakuwa ni kulala usingizi, ili kurejesha afya kidogo kwa ajili ya asubuhi mwezi kumi. Ni hayo swali la swali la kawaida kawaida, iko kana kwa baadhi ya vijana wanaokuwa wanaogopa kuja Maka, akija wanasema mambo yao hawajakamilisha. Sasa wanalizungumziaje hii? kwa mujibu wa Mtume salallahu alaihi wasallam, mwanadamu muda kuwa iko hai, mambo yake yanaendelea, mazuri yanaendelea na yanakuwa recorded, na pia mabaya yanaendelea amali ya mwanadamu inakatika, inakuwa ndio mwisho pale anapofariki. Kama wanasubiri kuna siku zitaisha shughuli ndio wafanye hayo mengine, wasubiri siku ya kufa, na wakifa shughuli itakayofanyika ni wao kuoshwa, kuvishwa sanda, kuswaliwa na kwenda kuzika. Ama kama wanafikiria ukishafanya ibada ya hija, unaogopa huenda ukateleza, dhambi zinakatazwa, umehiji zinakatazwa Huja hiji pia unakatazwa. Kwa maana nyingine, kama mtu anaogopa kufanya ibada kwa sababu anaogopa huenda atatenda makosa, hilo litamchelewesha, itabidi basi mtu huyo asiswali, itabidi mtu huyo asifunge, itabidi mtu huyo asitende wema kwa jirani, itabidi mtu huyo, ili mradi usifanye. Kwa sababu ibada yote ukifanya, una haki ya kupata thawabu. Sasa na wewe unaogopa, nikiwa mimi bado kijana mtaharibikiwa Hayo ni mawazo yako. Vijana katika dini ni, ni mtaji muhimu sana wao, ndio wanaoweza kuweka dira na majambo. Angalia wale waliopambana na mfalme dhalim miaka hiyo kabla kina Muhammad sa salam Allah anawataja vizuri, anasema innahum fityatun amanuu birabihim, hakika hao ashabul kafi ni vijana walimwamini Mola wao, imani imara, imani ya kweli. Kwa kuwa walikuwa na imani ya kweli iliyoimarika fazidnahum huda, tukawazidishia kuongoka. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam maeneo kadha alikuwa akiwataja vijana kama ni mtaji muhimu katika kuendeleza majambo ya kheri ya maashara shabab eh. Kundi la vijana man istataa minkum albaata falyatazawaj. Haina maana watu wazima hawapaswi kuoa, lakini target ilikuwa ni kwa vijana, kwa sababu wao wakioa inakuwa ni mtaji mkubwa katika maendeleo ya jamii na kutengeneza familia iliyokuwa imara. Kwa hivyo swali la kufikiria, hawaendi hija wanaogopa ujana usiwadhuru, ni swali la kipuuzi, halina nafasi. Asante sana. <coughs> sana. <coughs> sana nashukuru sana. Kwa, kwa jina naitwa Lida wa Lida. Alhamdulillah, namshukuru Mungu leo tumesimama kwenye viwanja vya Arafa na tumekamilisha ibada ya Arafa, alhamdulillah, na hapa sasa hivi tunasubiri usafiri kuelekea viwanja vya Muzdalifa kwa ajili ya kuendelea na ibada kesho. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah hadi hapa tulipofikia. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atukubalie ibada yetu ya hija hii na atujalie tukaporudi, basi inshallah tuweze kuilinda ili tuweze kupata manufaa ya hii ibada ya hija. Nashukuru sana. Mimi ni mwenyeji wa Singida lakini natokea Kigoma. Nashukuru Mwenyezi Mungu, nimesafiri na iTravel alhamdulillah, nimefanya ibada yangu. Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu, nimefurahi sana. <tie> wa, ay, no. <coughs> inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah, kuanzia watano na kuendelea inshallah, mwakani inshallah wanaweza kupatikana. Mwakani inshallah, kuna brada wangu mmoja anaitwa Msofe Ismail Msofe inshallah na nishamgusia gusia na yeye anania, inshallah Mwenyezi Mungu inshallah nadhani atakuwa ni miongoni mwa shara. Yuko Dar es Salaam, lakini tulikuwa naye Kigoma kikazi, lakini sasa hivi amehamia Dar es Salaam Alhamdulillah. <laughs> Inshallah haina shida, nitakuunganisha naye, nadhani mambo yatakuwa mazuri inshallah. Tawarik Sharif Shari, leo umepewa heshima kubwa sana ya kuswalisha oh, katika mji mtukufu wa Maka, viwanja vya Arafa umeomba dua. Hebu elezea furaha yako ikiwa ni mara ya kwa, kwa, kwa, kwa, pili mnasafiri na taasisi ya iTravel ya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Muhammad Hassan Sharifu. Kwanza namshukuru sana Allah subhanahu wataala kwa kunirudisha tena katika mji wa Maka. Mwaka jana wakati naondoka, miongoni mwa vitu ambavyo nilimwomba sana Allah subhanahu wataala kuweza kurudi tena mwaka huu, na Allah amekubali dua yangu hiyo, lakini vilevile furaha ambayo aielezeki baada ya mashekhe wangu kuona mimi nitangulie mbele ya wa waumini wengi kwa ajili ya kusalisha eh, salati dhuhri na alasri kwa jamii taakhiri. Ni furaha kubwa sana, nashukuru mashekhe zangu eh, wao ndo wamenitanguliza, lakini vile vile nafasi ya kuomba dua ya pamoja katika siku hii ya Arafa ambayo tumeimaliza halikuwa jambo jepesi kwa sababu, mioyo yetu kama unavyofahamu inavyofika siku ya Arafa namna gani inavyokuwa. <coughs> lakini mashekhe wangu, shekhe Twaha Suleiman Bane, shekhe Yusufu Machilenga, shekhe Lusaganya wakasema, wewe kijana wetu ndo utaongoza dua ya pamoja. Alhamdulillah, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie ibada yetu hii ya hija, ya hija na atupe taufiki kumalizia pale palipobakia. Lakini vile vile shukran zinaenda kwa taasisi yetu pendwa I travel. Alhamdulillah kila kitu kimeenda vizuri na maboresho tumeyaona, ukilinganisha na mwaka jana kidogo maboresho tumeyaona. Tunawaomba wazidi kuboresha zaidi, na Allah atupe taufiki kurudi tena katika miji hii mitukufu. Mtazamaji mmoja kati ya maujaji alikuwa na maswali magumu kwa Sheikh Suleiman Bane e, tokea jana anauliza maswali mengi. Mtu wa Dar es Salaam, mtu wa Singida, mtu wa Magomeni, mtu wa Zanzibar. Eh, chukua jina. Naitwa Nasr Abdallah Ahmed Skel. Mimi nimesafiri na grupu hili kutokea Zanzibar uh-huh na kwa kweli mm. nimefurahi mm. katika msafara huu na nimekutana na na mashehe zangu kwa mm. miaka mingi Shekhe Yusuf Machirenga mm. na Sheikh Uthman <laughs> Abdallah Suleman Bane mm. Sheikh Twaha Suleman Bane kwa kweli nimefurahi mm. na kwa kweli uh, safari yetu hii imekuwa mzuri sana. Kwa kweli hatujaona shida yoyote, na kwa kweli tumefika hapa katika viwanja vya Arafa. mm. Kila jambo limekwenda vizuri kabisa. Kwa hiyo tunaomba inshallah, na mwakani tukijaaliwa, Mungu atujaalie tuje tena, mm. na kampuni hii tena ya i travel, mm. chini ya jemedari wetu, kiongozi wetu, shekhe wetu, Shekhe Twaha Suleiman Bane. mm.